La kila mwaka la Tanzania Startup Week, tamasha ambao huwa linaandaliwa kila mwaka kwa kipindi cha wiki nzima kwa ajili ya kuzungumzia, kuongelea, kuonyesha masuala yanayohusiana na ujasiriamali, ubunifu na teknolojia. Tanzania Startup Week mwaka huu 2025 itafanyika kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tano hapa jijini Dar es Salaam na ale maeneo ya ukumbi wa PSSSF Auditorium, Auditorium Millennium Towers uh, maeneo ya Victoria uh, lakini kwa ufupi Tanzania Startup Week ni tamasha ambalo tumelileta kwa ajili ya kuwakutanisha vijana wajasiriamali wabunifu, lakini pia kuwaleta pamoja watunga sera upande wa serikali na wafanya maamuzi lakini pia taasisi ambazo ni za kiraia na watu wote ambao wana interest na maslahi kwenye masuala ya ujasiriamali na ubunifu nchini Tanzania. Startup Week ni imekuwa tamasha la kimataifa kwa maana kwamba linavutia wahudhuriaji, wawekezaji kutoka nje ya Tanzania pia. Na mwaka huu pia tuna wageni kutoka nje ambao wanakuja kama wawekezaji, lakini pia wanakuja kama wazungumzaji ambao watakuwepo kwa siku zote, tarehe moja mpaka tarehe tano, kwa ajili ya kuattend tamasha hili. Kwa nini anayotutazama sasa hudhuria Tanzania Startup Week? Kwa rekodi ndio tamasha kubwa zaidi kwa sasa hapa nchini la masuala ya ujasiriamali na ubunifu na teknolojia. Uh, mwaka jana tulivyofanya waliatendi zaidi ya watu elfu tatu, na mwaka huu tunatarajia kupata watu wengi zaidi ya hao. Kwa hiyo kwa mtu yeyote ambaye anataka kujihusisha masuala ya ubunifu jasiriamali na teknolojia, ni sehemu nzuri ya kukutana na wenzake, lakini pia sehemu nzuri ya kukutana na wawekezaji, lakini pia viongozi wa serikali ambao nao wana nafasi kwenye kuhakikisha sekta yetu hii ya ubunifu na teknolojia inakuwa hapa nchini. Na kwa mwaka huu tuna wazungumzaji kama nilivyosema, wanazidi zaidi ya wazungumzaji sitini ambao wanatoka hapa Tanzania kwenye fani mbalimbali, viongozi wa juu wa serikalini, viongozi wa juu kutoka makampuni binafsi, sekta binafsi, viongozi wa juu kutoka asasi za kiraia NGO, lakini pia vijana wenyewe wajasiriamali na wabunifu wanaomiliki startups nao watapata nafasi ya kuzungumza, kuwasikia wanachosema, kuonyesha ubunifu wao. Lakini lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa ya kuwa na tamasha hili kwa mwaka huu ni kuona namna gani startups au kampuni changa za ubunifu zitaweza kutoa mchango wake kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2050. Tunajua dira hii natu, itatupeleka kwa miaka 25 ndani ya miaka 25 hiyo tunategemea kutengeneza uchumi wa takribani trilioni moja dola. Sasa tunaamini kuna role ya kuwepo humo kampuni hizi kuchangia ajira, kuchangia ukuaji wa uchumi huo. Sasa tunajaribu kujadili, tutajadili ni namna gani kampuni hizi zinawezeshwa kuweza kufikia malengo ya dira yetu ya 2050. Tutapata nafasi ya kusikia kutoka serikali, wao wenzetu wametuandalia nini, wamejipangaje, sera zipi, sheria zipi, kanuni zipi, fursa zipi ambazo serikali zimeziandaa kwa ajili kuwezesha hizi startups kuweza kuparticipate kwenye uchumi wetu. Lakini pia tutasikia kwa wadau wa maendeleo, taasisi, asasi ambazo sio za kiraia, asasi za kiraia ni